Malkia Online TV, mbele yetu tunao viongozi wa dini na nimeambiwa hawa ni maaskofu. Kwanza nimefurahi sana eh, kuwaona viongozi wa dini ndani ya Samia Lazim, kwa sababu ndani ya Samia Lazim tunasema maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko, kujenga upya, na nyinyi viongozi wa dini ni taasisi, kwa hiyo huu ujumbe utakwenda kwa waumini, lakini upendo, udugu, umoja, amani msamaha aki urafiki na ujirani mwema. Kwa hiyo nyinyi ni mabalozi wazuri, lakini tumeona, tumepanda mti na tumeuombea ule mtu kazae matunda, si ndio? Lakini pia tumeshiriki tume, tume makumbusho azimio la Arusha. Wewe kama kiongozi wa kidini na askofu, una lipi la kusema kwa dakika moja? Nasema hivi, tendo hili la leo ni nzuri na ni la baraka na ni la kuenzi, uh, za rais wetu Nimeshukuru sana kwa ajili ya kazi nzuri na mambo yote ambayo yamefanyika siku ya leo ni pamoja na kupanda mti. Ninasema Mungu akubariki, mwenyekiti wa taifa na viongozi wetu wa kanda pamoja na mkoa. Sisi uh, viongozi wa dini tumelishikilia hili vizuri na tutalitangaza hata kule makanisani kwetu. Asante sana. Okay, kiongozi karibu. Asante. Mimi kama askofu lakini pia vilevile nilikuwa kama makamu mwenyekiti kwa Samia rizi mkoa wa Arusha. Tendo hili ni tendo la ajabu sana kwangu mimi, na sio kwangu mimi tu, hata kwa wakazi wa Arusha na kwa nchi nzima. Na hasa zaidi, aliyompa maono haya ya kuanzisha Samia rizi ni Mungu mwenyewe, alipenda anzishe hii, kwa sababu yaliyoandikwa ya haya ambayo tunaasisi tuna hii koare ya mheshimiwa rais Samia Suluhu Hasani ni maneno ya kimungu haya. Maneno tunapoyatafuta ndani ya Biblia tunayapata, na huenda haya yaliyoandikwa hapa kwenye kibao hiki ni maneno ambayo yanaenda kuachilia amani katika taifa letu, yanaenda kuachilia uchaguzi huru ambao una amani na utulivu. Kwa nini? Kwa sababu sisi ambao tunakwenda kusimama sasa na hii Samia Samia lisin, tunakwenda kutangaza amani, upendo, maridhiano mshikamano na undugu, hatuwezi kuyaacha hayo kwa sababu ndio msingi ambao tuliachiwa na waasisi wetu, ambao leo tumeiona ndani ya makumbusho hii, tuliingia kwenda kuiangalia. Asante. Naamini katika haya watanzania waumini wetu popote walipo na watanzania wote, ninaamini wataidumisha amani, kwa sababu amani ndio msingi wa kila kitu. Kulala ni amani, kuamka ni amani, kula ni amani. Huwezi kula kama hakuna amani, huwezi kulala kama hakuna amani. Kwa hiyo amani ni kitu cha msingi na ni kitu muhimu kwa taifa letu, kwamba tukilinde kwa nguvu zote, tusiangalie nani anaongea mtandao. Imekuwa yako maneno mengi kwenye mtandao, yanayotokea haya maneno ya mtandao, tusiangalie hayo. Hao watu wanaoleta maneno kwenye mtandao, wengi wao hawako ndani ya nchi hii, wako nje ya nchi, hawatusaidii hao. Sisi tunaangalia nchi yetu imetoka wapi na tunaenda wapi? Umoja wetu auwezi kutawanya na mtu aliyoko nje. Umoja wetu utajengwa na sisi wenyewe kwa Tanzania, lakini zaidi pia tumepewa kazi ya kutosha na kazi imara na nzito, kama wanasamia rii tuitekeleze, kuzungumza kwa habari ya taifa hili kwa wananchi wetu kwa habari ya amani, upendo, mshikamano na, eh, na maridhiano.